Hii ni Biblia Bard, somo la sabini na nane, Yesu alikuwa mgeni. Kuwapo hapa kusudi habari. Na siku njema. Hii ni Biblia Bard. Bard ni msimuliaji wa adidi anayekariri matini za kimapokeo zinazohusiana na mapokeo mahususi simulizi. Niko hapa kukariri na kukuza kile fasihi ya Biblia inasema kuhusu nani ni Mungu na nani ni mwanadamu somo. Hapa ndipo mahali tulipo leo katika Biblia Bard unaonyesha kama mtu wa pekee sana kwa sababu madai mawili yasiyopatana ya alikuwa mwanadamu kamili na chini na uzoefu kamili na harisi wa binadamu. Alikuwa na mwili wa kimwili mwenye hisia na muhitaji wa kibinadamu alipata njaa, uchovu, huzuni na maumivu kama ilivyoelezwa moja kwa moja katika maandishi ya Agano Jipya. Alikuwa Mungu katika mwili, sawa na Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu, anasisitishwa kuwa ni wa milele, mwenye uwezo wote wa na mmoja wa papa anafanya miujiza, anasamehe dhambi na anaabudiwa kama Mungu. Huu ndio upekee wake. Kulingana na Biblia, alikuwa vitu vyote viwili kwa wakati mmoja. Katika podcast ya leo, tunataka kuangalia Biblia inafundisha nini kuhusu ugeni wa Yesu akiwa katika mwili wa mwanadamu, yeye si kiumbe katika dunia hii ya si raia wa dunia hii. Hii imeelezwa katika kina katika maandishi uh tofauti. Yesu ni nani katika asili yake? Yohana nane mstari wa ishirini na tatu lakini akaendelea: ninyi ni wa dini chini, mimi ni wa juu, ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Maoni. Kauli hii ya Yesu kwa watu wanaomsikiliza inasangaza. Anajitangaza kuwa mgeni, sio bidhaa ya mfumo wa ulimwengu wa dunia ya binadamu. Yohana nane mstari wa arobaini na mbili. Mimi nimetoka kwa Mungu, sikuja kwa nafsi yangu, Mungu alinituma. Maoni: Yesu anaeleza asili yake kama nje ya ulimwengu huu wa kutumwa hapa na kiumbe mgeni kutoka mahali tofauti kabisa mwelekeo tofauti na dunia yetu. Yohana 8 mstari wa hamsini na nne, baba yangu ambaye ninyi mnadai kuwa ni Mungu wenu ndiye anayenitukuza mimi. Maoni, sio tu kwamba Mungu alituma dunia, lakini Mungu alikuwa baba yake. Hivyo ingawa alikuwa mwanadamu, mama yake alikuwa mwanadamu, Mungu akiwa baba yake alimfanya kuwa mgeni. Yohana nane mstari wa hamsini na nane Yesu akajibu, amini amini nawaambia kabla ibrahimu achasaliwa mimi niko. Maoni Yesu anadai kuwa alikuwepo kabla ya kusaliwa kwa mama wa kibinadamu. Yohana kumi mstari wa 30, Mimi na Baba tu mmoja. Maoni, sio tu kwamba Yesu amedaiwa kuwa kwamba Mungu ni baba yake, lakini anadai kuwa wa asili sawa na Mungu, ambapo Yesu alipata apali zake. Yohana 8 mstari wa ishirini na sita yeye alinituma ni mwaminifu, nami na kuambia ulimwengu wote niliyo yasikia kwenu. Maoni, Yesu alitumwa ulimwenguni na uchumbe na mgeni ambaye ni mwaminifu, kinyume wageni wa kifee. Mungu ni mwema na anatafutwa anatafuta mema ya binadamu. Yohana 8 mstari wa 38, na mimi nawaambia yale niliyo yaona mbele ya Baba maoni Yesu anadai kwamba alikuwa mbele ya Mungu kabla hajasaliwa na sasa katika maisha yake ya kibinadamu anawaambia wanadamu wengi mambo aliyoyaona alipokuwa katika umbo lake la kabla ya kusaliwa Yohana nane mstari wa arobaini mimi ni mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyosikia kwa Mungu maoni si tu kwamba Yesu anatumwa duniani na chumbe kutoka kwa Mungu, lakini anadai kwamba yeye ni mwanadamu, mwanadamu anayesema kweli yake, ambayo Mungu alimwambia. Maandiko haya ni magumu, si kwa sababu maneno ni magumu kuelewa, bali kwa sababu yale wanayosema yanastua ama yana yametungwa kabisa na ni uongo, au ni kweli kabisa. Ikiwa sivyo, tunaweza kugusa ujumbe huu. Ikiwa ni kweli, jibu inalohitajika kwa sababu ukosefu wa majibu una matokeo. Majadiliano Biblia bad ana pendezwa na yale ambayo bibilia husema, hasa ni yale wachambuzi wanasema katika juhudi za kuthibitisha mhandisi kama yale yaliyoorodheshwa hapo juu. Taasisi ya Westar iliundwa iliunda semina ya Yesu katika miaka ya 1980 ambapo ilivunja mwaka wa elfu mbili na sita. Semina hiyo ilianza na wasomi wa Kigiriki wapatao 30 na hatimaye ilijumuisha zaidi ya wasomi mia mbili waliofunzwa kitaaruma kutoka vyuo vikuu vikuu duniani kote. Lengo lao lilikuwa kumchunguza Yesu na kihistoria na kutofuatisha maneno na matendo yake halisi kutoka kwa maandishi ya Agano Jipya, yaani baadhi ya yale ambayo waandishi wa Agano Jipya waliandika kama maneno yake yalitungwa. Mtazamo wa mwanajuo wa Yesu alijumuisha kutafuta hati zingine za siada za kibibilia kwa kutumia maandishi ya jignostic kama vile Injili ya Thomas ya mwaka wa mia moja arobaini, kati ya zingine ambazo zingeweza kutoa usuli wa muktada waliokuwa wakitafuta kwa injili za Biblia. Pope Pad ilikuwa pamoja na Dennis R. McDonald, msomi wa Jesus na Agano Jipya wa Kigiriki katika darasa ililofundishwa juu ya kitabu cha Marko katika chuo kikuu cha Colorado, idara ya masomo ya kidini. Profesa <coughs> McDonald aliniambia kwamba ilikuwa, alikuwa mwamini wa imani kali katika Yesu, lakini ilikuwa amebadili imani yake kwa kuwa mpinzani wa kweli wa maandishi ya Biblia ya Yesu Kristo. MacDonald alitumia nadharia ya kitabu chake Mithio Recognizing Jesus from Jewish teachers hadi Biko hilo kutoa mawazo ya msingi ya darasa lake kuhusu Injili ya Marko. Msingi wake wa, wa msingi ulikuwa kwamba Injili za Agano Jipya zingetegemea ekaya za kale za Kigiriki, hili kwamba wakati waandishi wa injili wa waandike masimulizi yao juu ya Yesu, wanafanya kuwa shujaa kustaajabisha kiadili ambaye kama mashujaa katika hadithi za Oma alitembea juu ya maji, akapaa angani akatembelea nchi ya wafu na kuishi milele. Alitegemea, alitegemeza wazo hili juu ya msingi kwamba, kwa kutumia fasihi nyingine zisizo za kibibilia za kibindi kile kile, angeweza kugundua ni wapi waandisi wa, wa injili walipata habari zao, akisisitiza kwamba hawakuzipata kutoka kwa masaidi wa macho. Kazi yake ilikuwa ya kitaaluma, alidai, kwa sababu alifuata kanuni kutoka kwa masaidi yake ilikuwa ya kitaaluma, alidai, kwa sababu alifuata kanuni kwamba kazi ya fasihi karibu na enzi ya waandishi wa Injili zingekuwa kuaminiwa zaidi kutoa uhusiano wa kusafiri kwa Injili. Mwishoni mwa muhula nilimuuliza, barua za Mtume Paulo siliandikwa lini? Alijibu takriban miaka hamsini mpaka sitini na nne pekee. Kwa hivyo niliuliza, Injili ya Tomaso ilitungwa lini? Alisema mahali fulani kati ya mwaka tisini na mia moja hamsini. Niliuliza injili ya Marko iliandikwa lini? Alijibu mwaka sitini na tano mpaka sabini na tano. Kwa hivyo nikasema, ikiwa barua ya mtume Paulo siko karibu zaidi na waandishi wa injili kuliko maandishi ya wagnostic kwa nini hatufuati kanuni yako mwenyewe na kutumia nyenzo hizi za sa kikaribu zaidi kwa ajili ya matrix matri ya yako ya kufasiri darasa la wasee ishirini na tano la wanafunzi waliohitimu walipiwa na putua. Profesa McDonald alikuwa anakiuka kanuni yake na kukitaharamu kwa kupuuza maandishi ya Paulo alipokuwa akijaribu kutafsiri Injili kwa kweli. Utambuzi huu mara moja uliondoa yote ambayo Profesa MacDonald alikuwa akidai darasani kwa miezi mitatu, iliyo ilifichua upendeleo wake kwa kupatilisha waso kwamba alikuwa mwanajuo anayetafuta ukweli kwa uhuru. Kwa kanuni yake mwenyewe ya kielimu alipaswa kutumia maandishi ya mtume Paulo kama mwongozo wa kutafsiri kitabu cha Marko, lakini alichagua badala yake kutumia Injili ya Tomaso iliyojaa nyenzo ambazo zinge zilipangwa na mafundisho ya mtume Paulo, na kwa hiyo ni muhimu kat... Jaribio la McDonald la kutumia mashaka, mashaka juu ya uaminifu wa, wa hadithi ya Injili ya Biblia bali inaeleza kwamba Yesu alikuwa nani, alitoa wapi, na alipaswa kutumia nini hapa duniani na alienda wapi alipofufuka kutoka kwa wafu. Maandishi ya kinostiki yana tafsiri tofauti. Mutasari, ikiwa Profesa Macdonald na wasomi wengine wa Yesu wangetumia barua ya Paulo kutumia tafsiri yao ya Injili ya mafundisho yote ya Kikristo yangethibitishwa. Lakini angeweza kutokea waso lake kwamba Yesu wahagano jibia alikuwa sujaa na wakiyuni kiyuyani na, kiyu yani, na sio masihi wa Kiyahudi wa kinabii inashindwa kabisa, ikiwa maandishi ya Paulo yanatumi, yanatumiwa kama msingi wa kuelewa Injili. Maandishi ya Agano Jipya yanamuonyesha Yesu kama mwanadamu kasama vipindi vya Biblia Pad kwenye YouTube Bible Pad thelathini na saba inaeleza juu ya familia ya Wakristo na Mungu ni Mungu katika bibilia, kwenye SoundCloud eh, e, ona bibilia baadhi thelathini na saba paipo baadhi thelathini na nane paipo baadhi ishirini na ine maandiko haya ya agano jipya yanawafunza watu wasiwe na roho, kwa sababu ikiwa Yesu ni fire usemavyo yeye ni mgeni aliyetumwa hapa na Mungu kuwapa wanadamu ujumbe wa nje waanga. Basi wanadamu wanapaswa kuwa waangalifu kuchunguza maudhui haya, na lazima wayategemee kwa mujibu wetu itimizo. Tumia podcast ya Biblia Badi kwenye Patronia. Patroni kiasi kidogo cha dola moja wiki au dola tano mwezi usaidia kulipa gharama ya podcast. Biblia Badi mwenyewe achukui msahara na afaidi kifedha na zawadi za wafuasi kwa huduma. Podcast ya Biblia Badi kwa sasa imechapisha katika Kiingereza, Kihispania, Kiswahili, Kiurdi, Kichechewe na Pangali katika maandishi pekee. Pata vipindi vyote ikijumuisha nakala katika www.bibliabard chuma. Tumia Bibliabard maswali au maoni yoyote unayopenda kutoa kwa bibliabard@gmail.com. Nimefurahi kusikia kutoka kwako. Nimefurahia kusikia kutoka kwako. kwa Biblia Bard inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu mada fulani. Sijaribu kuigeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia Bard ni ya habari. Tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia na inaelezea, hasa mawazo na dhana inayowasilisha, kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibiblia ama Amua mwenyewe ikiwa umekubaliana au haukubaliani na matamuzi ya Biblia viunganisi. Biblia bado inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu mada fulani, sijaribu kugeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia bado ni ya habari, tuna tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza hasa mawazo na dana inayowasilisha, kwa sababu watu wengi hawatawahi kujihusisha mawazo ya kibiblia. Mwa mwenyewe ikiwa unakubali au ukubaliani na matamshi ya Biblia Bard. Asante sana kwa kufuata na kusikiliza. maadui ya Biblia Bard kama ifuatavyo unaweza pata kwa website ya www.bibliabard.org, SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram, Rambo, TikTok ama Twitter.